Adulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah waala alihi wasahbihi ajmaini, amma baad. Zile shukrani za wazazi zitakuja baada ya maneno haya ya dakika mbili tano, na bahati nzuri niseme, wazazi tuko wengi na mengi tumekwisha zungumza lakini hapa tugusie mambo mawili matatu. Moja linamhusu bwana harusi kwa sababu yeye ni mtoto wetu, na bibi ya harusi pia mtoto wetu. Kwa hili la bwana harusi, linaendana na maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliyomwambia sahaba yule Anjasha, alimwambia rifqan bil qawarir afanye taratibu awe na tahadhari na chupa asija akazivunja. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafananisha wanawake na chupa, kwa sababu wao mara nyingi mambo yao huendeshwa kwa hisia, emotion. Kwa hivyo usipoligundua hilo, ukalifanyia kazi, ukalielewa unaweza kuharibu kila jambo kwa sababu ya wewe kutaka, kwa sababu bwana harusi pia msomi, sio zile fasi wakati wote zinafanya kazi. Wakati mwingine hisia ndio zinazofanya kazi na zinatakiwa zilindwe. Kwa hiyo bwana harusi, linda hisia za mkeo kama ambavyo na yeye atatakiwa kulinda hisia zako na hisia zikiumizwa, jeraha lake ni kubwa sana. Ndio maana tukisoma Qur'ani, tunaona hisia za mama Aisha zilipoumizwa kwa kusingiziwa kufanya jambo ambalo hakufanya kusafishwa kwake, alimsafisha Mwenyezi Mungu mwenyewe kuonesha uzito wa hisia zikiumizwa, hali inakuwaje. Kwa hivyo bwana harusi na bibi harusi, haya tumeyasema, hisia zilindwe. Hisia zinaumizwa kwa maneno, hisia zinaumizwa kwa vitendo. Hali zote mbili hizo zinaweza kuumiza hisia. La pili linatuhusu sisi wazazi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile pupa yake ya qiyamu layl alikwenda kwa Saidna Ali na mkewe, akawaamsha waswali swala ya usiku. Alipofika akakuta wamelala, akagonga akawaambia, ala tusalliyani, nyinyi vipi, hamswali? Saidna Ali alipaswa angesema tu kwamba tumepitiwa na usingizi na hivi, lakini akamjibu mkwewe maneno haya, akamwambia ya rasul Allah amfusuna biyadi llahi, ee mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nafsi zetu sisi bwana hatuzimiliki wenyewe, kuwa tukitaka kuamka tunaamka, tuaa mmiliki wake ni Mwenyezi Mungu, fa idha shaa an yabathana baathana akitaka tuamke, tutaamka. Sasa majibu yale hayakuwa majibu mazuri sana, mtu kumjibu mkwee, lakini anatufunza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaondoka, hakusema kitu, anapiga mkono wake kwenye paja huko, anasema wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Hii inatufunza sisi kwamba kuna siku bwana mkubwa huyu tunaweza kumwita na damu inachemka akatujibu neno ambalo hatutalipenda, basi tumpe udhuru, tumstahimilie, tusifanye kwamba hapo sasa ndo mbingu zote zimevunjika kwa sababu katuambia hivi. Na ndio hivyo hivyo bibi harusi naye, inawezekana akajibu neno au akafanya kitu, tumchukulia udhuru, kumpa muda ataweza kukaa sawasawa. Haya mawili, moja la bwana harusi kwenye nyumba yake, la pili kwetu sisi wazazi, nadhani ndo nasaha nzuri zinazotufaa kwa leo. Naongezea hii, nimekuwa naisema sana na anaijua bwana harusi. Wataalamu wa mwili wa mwanadamu wanasema vile mwanadamu akifurahi, akitabasamu maso za katika uso ishirini na sita zinakuwa zimevimba hivi ndo anakuwa kataba sana, lakini akinuna, maso sitini na mbili kwenye uso zinatakiwa zivimbe, ndo mtu awe ja kanuni. Sasa bwana harusi, itakuwa jambo la ajabu nyumbani kwako ikiwa rahisi kutunisha sitini na mbili badala ya ishirini na sita kama ambavyo na sisi vile vile tujikague.